Asalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu ni Sefu Bakari Zuberi, ni katibu wa taasisi ya The Good Hope Society iliyopo hapa Zanzibar. Tuna ofisi yetu kuu iko pale kwa Mchina mwanzo. Eh, leo tuko katika eh, programu ya kutembelea wanufaika wa mradi wetu ama programu yetu ya lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo leo tumebahatika kuja kutembelea familia ya mzee Shabani Mnere iliyopo hapa Tomondo. Uh, lengo la kutembelea kwanza kuweza kuona kwamba maendeleo ya e, kijana wetu Masudi Ali anaendelea vipi, ambaye huyu ni mnufaika wetu programu wa, programu wa Kiingereza lakini pia kuja kuona e, maisha halisi ya hapa anapoishi vipi, anaishi na familia yake na vipi anamsaidia. Kwa hivyo tumewaona, tunashukuru, lakini pia tumeweza kusaidia e, kusapoti japo kitu kidogo sana, kwa sababu hici ni kipindi cha mvua, kwa hiyo tumeweza kuwaletea E, nguo zitakazoweza kuwasaidia kwa ajili ya e, baridi aaamepata kidogo kwa watu. Tunatarajia e, safari hii sio kwamba tu kuja kuweza kuona vipi wanaishi, lakini pia kuja na zawadi ndogo. Kwa hivyo kupitia e, home visiting program hii tunaifanya, ambayo sio mwanzo hapa, lakini pia ni program endelevu ambayo lengo lake ni kubaini changamoto mbalimbali ambapo ambapo, ambapo jamii zetu zinazo zinazokumbana nazo, lakini pia sisi kama taasisi kuzitafutia suluhisho wa hizi changamoto ambazo jamii zisizokuwa na uwezo zina, zina, zinakabiliana nazo. Kwa hivyo ni programu endelevu, pia tunawakaribisha wote e, kwa maelezo zaidi. Kwa yeyote atakayevutiwa na programu hii ama anapenda naye awe sehemu ya kusaidia jamii tunamkaribisha muda wote, tupo ofisi zetu ziko pale kwa pa mchina mwanzo. Karibuni nyote. Kwa hivyo sio mwanzo tunafanya kidogo